Kiongozi wa mpito wa Korea ya Kusini, waziri mkuu Han Duck-soo alisema Alhamisi kuwa anaachia ngazi ili kuchukua jukumu zito zaidi huku kukiwa na matarajio kuwa atagombea urais katika uchaguzi wa mwezi ujao. Han ameibuka kuwa mgombea anayeungwa mkono na wahafidhina huku chama kikuu cha kihafidhina cha People Power Party kikikabiliwa na migogoro kufuatiwa kung'olewa kwa Rais Yoon Suk Yeol. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanatarajia kuwa Han atazindua rasmi kampeni yake ya uraisi siku ya Ijumaa. Namnukuu, nina njia mbili mbele yangu. Moja ni kukamilisha jukumu zito ninalolibeba sasa. Nyingine ni kuachia jukumu hilo na kuchukua jukumu zito zaidi. Han alisema katika tangazo lililorushwa moja kwa moja kitaifa. Han alisema katika tangazo lililorushwa moja kwa moja kitaifa. Namnukuu, Hatimaye nimeamua kuachia wadhifa wangu ili kufanya kile ninachoweza na ninachopaswa kufanya kusaidia kushinda migogoro inayotukabili, mwisho wa kunukuu. Han, ambaye aliteuliwa na Yoon kuwa waziri mkuu, nafasi ya pili kwa juu serikalini, anatarajiwa kuungana na People Power Party kuanzisha kampeni ya pamoja ya kihafidhina dhidi ya mgombea mkuu wa kiliberali Lee Jae-myung, kwa mujibu wa wachambuzi. Han, mwenye umri wa miaka sabini na tano, ni mtumishi wa umma mwenye uzoefu wa karibu miaka arobaini na ana shahada ya uzamivu ya uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Harvard. Pia amewahi kushika nyadhifa nyingi za juu chini ya tawala za kiafidhina na kiliberali, ikiwemo waziri wa biashara na waziri wa fedha na balozi wa Korea Kusini nchini Marekani amewahi kuwa waziri mkuu mara mbili. Mara ya kwanza akiwa chini ya rais wa kiliberali Roh Moo-hyun kuanzia mwaka elfu mbili na saba hadi elfu mbili na nane na baadaye chini ya rais Yoon. Wafuasi wa Han wanasema uzoefu wake mkubwa serikalini, hasa katika masuala ya kiuchumi, unamfanya kuwa kiongozi anayefaa kukabiliana na sera kali za ushuru za rais wa Marekani Donald Trump pamoja na changamoto nyingine za kiuchumi lakini wakosoaji wake wanasema Hani, ambaye hajawahi kushika nafasi yoyote kwa kuchaguliwa, hana uungwaji mkono mkubwa wa kisiasa na ni mzee mno kuwa raisi. Chama cha upinzani cha kiliberali cha Democratic Party kililaani hatua ya Han na kusema adhabu kali ya wananchi ndiyo inayomsubiri waziri mkuu Hani Daksu, ambaye amepufushwa na tamaa na kuacha masuala ya kitaifa, alisema msemaji wa chama hicho Cho Sengrai. Han anatarajiwa kuhitimisha rasmi muhula wake wa sita usiku baada ya kusaini hati husika, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Korea Kusini. Kwa kujiuzulu kwa Han, naibu waziri mkuu Choi Sang-mok anakuwa kaimu rais hadi kiongozi mpya atakapochaguliwa Juni tatu mwaka huu. Lee aliyeshinda uteuzi wa Democratic Party siku ya Jumapili, alikuwa akipewa nafasi kubwa ya kushinda. Hata hivyo, kampeni yake ilipata pigo siku ya Alhamis baada ya mahakama ya juu kuamuru mahakama ya chini kupitia tena uamuzi wa wake wa awali wa kufuta hukumu ya Lee kuhusu ukiukaji wa sheria za uchaguzi, ingawa haijulikani ikiwa mahakama kuu ya Seoul itatoa uamuzi mpya kabla ya uchaguzi wa Juni tatu mwaka huu. Hatua hiyo imewapa wapinzani wake wa kihafidhina fursa ya mashambulizi ya kisiasa. Kwa mujibu wa sheria za Korea Kusini, mtu yeyote anayepatikana na hatia ya kuvunja sheria za uchaguzi na kutozwa faini inayozidi dola za Kimarekani mia sita themanini na tatu anazuiwa kugombea kwa kipindi cha miaka mitano. Chama cha Democratic Party kililaani mahakama ya juu kwa madai ya kujaribu kuingilia mchakato wa uchaguzi. Baada ya bunge linalodhibitiwa na upinzani wa kiliberali kumng'oa Yoon madarakani Desemba kumi na nne mwaka jana kwa kutangaza hali ya kijeshi iliyotumbukiza nchi hiyo katika machafuko, Han alianza kutumikia nafasi ya uongozi wa muda. Lakini Han alijikuta akitofautiana na chama cha Democratic Party kuhusu kukataa kwake kujaza nafasi tatu wazi katika mahakama ya kikatiba yenye majaji tisa ambayo ilikuwa ikijadili iwapo Yoon aondolewe rasmi ama arejeshwe madarakani. Uamuzi wa kumwondoa Yuni ulihitaji uungwaji mkono wa majaji angalau sita. Mwishoni mwa mwezi Desemba mwaka elfu mbili na ishirini na nne, chama cha Democratic Party na vyama vingine vidogo vya upinzani vilipiga kura kumng'oa Hani madarakani, wakimtuhumu kwa kuziba njia ya kurejesha uundwaji kamili wa mahakama na kuunga mkono tangazo la Yuni la sheria ya kijeshi. Hata hivyo, mwezi Machi mwaka huu Mahakama ya kikatiba ilibatilisha hatua hiyo ya kumng'oa Han na kumrejesha kama kiongozi wa muda. Mapema Aprili mwaka huu, mahakama ilitoa uamuzi wa kumwondoa rasmi Yun madarakani. Yun pia anakabiliwa na kesi ya jinai kwa uasi kuhusiana na tangazo lake la sheria ya kijeshi ambapo alihamis. Waendesha mashtaka waliongeza mashtaka ya matumizi mabaya ya madaraka, kwa mujibu wa ofisi ya waendesha mashtaka katika jiji la Seoul. Mimi ni Damian Masinene